Eh, tuliwahi kuzungumza sana mkaa na tukataja vitu vingi sana vinavyohusiana na mkaa. Na utumia kwenye maji. Ehe, hey, ukitumia kwenye maji una una, una kwanza yanapurify. Unajua kupurify mm, kusafisha. Yaani mm, hata kama maji umekuwa ume na siyai mafua ile maji huna uhakika nayo kama ni masafi au yanafaa kunywa. Wewe piga na kipande cha mkaa. Sasa ukiweka mkaa kwa muda huo huo una. Ah, hacha itulie kidogo. Eh, hacha kidogo itulie. Sababu ile mkaa una una una una, una, una, una, una, unafyonza zile takataka taka na uchafu, bakteria kila kitu kwa yale maji unaweza kuyapurify, yani kuyafanya yawe safi kutumia mkaa. Weka mkaa kwenye maji, halafu kunywa. Sawa. Kala, sasa kuna wenzangu, ndugu zangu, ambao wanapiga vitu, wanapiga laga, piga vitu ukiwa, wanapiga vitu ukiwa, wanapiga vitu, kuna kuna ile kuzidisha kiwango so, unajua mmekaa na marafiki mm. mnaangalia mpira labda, au kuna tukio lina, lina au kuna story mnapiga, sasa labda kiwango mm. chako wewe ni kunywa chupa kadhaa mm. au kiasi kadhaa lakini, kwa sababu kuna marafiki huko na furaha, na na furaha nini ukazidisha kiwango ah, sasa. Hizo zingine ukazidisha kiwango na unataka sasa utoe sasa upunguze ile alcohol iliyoingia mwilini mm. Ni mkaa yani, uh, mkaa. Chukua uh, glasi ya maji weka kijiko kimoja cha unga wa mkaa, koroga, kunywa mm. inafyonza ile alcohol na utaona inakata mm. e, kiwango cha pombe kilichoingia katika mwili wako kama kimezidi na unaona kinakupelekesha unashindwa kutembea kurudi nyumbani, au kuna mambo ya aibu unayafanya, basi watu wakikukorogea tu mkaa wakakunywesha, itapunguza ile alcohol na utakuwa sawa. Nakushauri tumie smart gene. Eh. Kuna kitu kinaitwa food poison ichi e. Nafikiri kila mmoja wetu ashakutana nacho. Tu e, una nachona kwenye sherehe unakula una, alafu unashangaa tumbo linakuuma. Kuna wengine mpaka wanapelekea kufa ujui za e. Maisha, kwa hiyo kihisi umepata food poison, poison na dalili na, na, na moja wapo ni ile naza kusikia kama unatoka jasho, mwili unatetemeka, unajisikia un, kwenda kuendesha ushanelewa, mm -hmm. Unaona mabadiliko, unajua kabisa hii tayari nimepata food poison. Basi mkaa inaondoa kabisa hiyo food poison uh, mm. Unachukua tu kama nilivyosema hapo, unga unaweka katika glasi ya maji, unakunywa, itasawazisha, itaondoa hiyo food poison, na wakati huo labda ndo unawaisha hospitali apo katikati usiju usi, usi, usi, usi, usi, ukaroeka uka, acha mwili <laughs> e, e, kunywa hiyo e, lakini pia mkaa, watu wengi wanatumia kusafisha meno, hata hata mababu zetu huko nyuma anaponda ponda mkaa alafu anatumia kwa ajili ya kusafishia meno. Sasa mkaa kama nilivyosema, unasafisha pia meno uh, lakini kama pia una shida ya kuendesha una